Naulizwa vipi ukishashinda umea, cha kwanza kabisa au sehemu ya kwanza kuzuru ni wapi? Wengi mm -hmm. We, katika hiyo podium si wengi mm -hmm. takriban wote isipokuwa huyo mmoja -hmm. ambaye ni Mamdani, tunamzungumzia sasa hivi we, anasema. Wengi wanasema tutaenda kwenye the Holy Land au sehemu tukufu, ambao ni inafahamika ni mji wa Israel, au mm -hmm. ni nchi au ni utawala wa Mm -hmm. wa, wa, wa na, na, na, na hii inaashiria n yani kubadilika katika environment tutasema mazingira ya kisiasa ya Marekani sasa hivi. mm -hmm. Uh, waona wale watatu waliojibu kwamba kwamba tutakwenda Israel ni kwa sababu, Marekani ukiangalia kwa miaka mingi mm -hmm. imekuwa yule ambaye ana support utawala wa kizayuni wa Israel ndiye mm -hmm. ambaye anafaulu kufanyaje, kuchaguliwa. Lakini sasa hivi wenyewe wan, wanasema ni dynamics zinabadilika. Na, na ushahidi mkubwa ndio maana unaona hata Trump akimpiga vita au matajiri wanaompiga vita Israeli, kimpiga vita Netanyahu. Mpaka mawaziri wa Israel walitoa tamko baada ya kuchaguliwa wakisema leo ni siku mbaya zaidi ulimwenguni. Kwa nini huyu amechaguliwa? Kwa nini inaashiria kwamba sasa hivi uh, mashababu yeah, au mirengo Marekani imebadilika, inakuwa yule ambaye ana support utawala wa Israeli ndiye ambaye anafeli.